Bana ni aje? Ah, fresh kaka. kamakawa kama kawa kama kawa kaka mm. Ah, sasa kaka, kwa majina inaitwa maniota hivi mwenzangu? Ah, mimi kwa majina inaitwa Connection. Connection. Yeah. Ah kwa sasa Connection mm. nilikuwa na challenge yangu moja mm -hmm. kama weza kunijibu na kupatia shilingi ya hiyo elfu tano hii <laughs> <Kitanzania>. hii <laughs> Nimesomea science bo. Nimesomea, nimepita biology. Uweze kupinga namna hiyo? Pumbavu sana wewe. Mimi mpaka degree ipo ndani. Sio ndaniambia nini. Sasa wewe kwa kwako huyo. Ah. miwe <laughs> <laughs> naishinda babu hakika. <laughs> <laughs> yeah. Mm. Basa, unafahamu vipi kuhusiana na uzazi wa mpango mm, uzazi wa mpango ni yani ni kama tuseme mzazi anaishi kwenye nyumba za kupanga mama, ndo uzazi wa mpango yani, ukiwa unaishi kabisa kwenye nyumba za kupanga kan, na wewe ni mzazi, ndo uzazi wa mpango. <coughs> Wewe ni mwendawazimu na mwendawazimu mwenyewe unakokota mawe taandika <coughs> hapa So, ktaunaambia ku uzazi wa mpango ni mtu anaupata akiwa bado anaishi katika nyumba yani, hey, anaupata kabisa anaishi kwenye nyumba za kupanga, huo ndo uzazi wa mpango, najua nini.